Mojawapo ni ku sisi wenyewe sisi wenyewe ambao tuko leo hapa na kokote tutakaokuwepo, kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya ya msingi kuhusu madhara ya maneno na aizi na, na, na ikiwepo sisi wenyewe kutokuyatumia kabisa. Na toa wito pia kwa wadau wa Kiswahili wakiongozwa na baraza la Kiswahili nchini BAKITA kuyaondoa kabisa kwenye kamusi zetu maneno yanayochagiza unyanyapaa dhidi ya changamoto na ugonjwa wa akili kwenye kwenye kwenye jamii yetu. Kwa mfano maneno kama hayafuatayo, na najua tunayatumia mara kwa mara sisi katika katika maeneo yetu yote, mfano chizi, kichaa, mwezi mchanga, mwendawazimu, mwehu nafikiri tunafahamu kwamba tunayatumia mara kwa mara katika katika majukwaa yetu, na mengine yanayofanana na hayo. Badala yake, tuzoee kutumia maneno mengine ya sahihi, ambayo sisi upande wa akili tutakuwa tayari kushirikiana na na baraza la taifa la Kiswahili na wadau wengine. Kwa mfano, tutasema changamoto za afya akili mchazati, au tutasema ugonjwa wa akili ni uwazi, na maneno mengine ambayo yanatoa Uh, an haya hayana haya, haya unyanyapaa moja kwa moja wengine. kwa hiyo emeo uh, hili ndugu wanahabari na wadau wa kijamii, naomba uektinie mkazo nai na kujitenga na mambo ya mizaha na dhihaka yanayohusu afya yake. Naomba kii, napenda kutoa wito kwa vyombo vya habari katika mwezi huu wa upatanaji habari kuhusu masuala ya afya ya, ya akili, kuandaa mbalimbali makala filamu na hatua na zingine zinazoweza kuwezesha jamii kupata elimu hii kuhusu masuala ya afya na kujitenga na mambo ya mizaha na dhihaka. Ya tathmini ya ya mwenendo wa huduma za hospitali kuu kuanzia elfu mbili na ishirini na mbili mpaka ishirini na nne hospitali yetu, mgeni rasmi, imeweza kuhudumia idadi ya watu uh, kutoka elfu mbili ishirini na mbili ikiwa watu elfu mbili watu elfu ishirini na saba mpaka kufikia watu elfu arobaini na tano ambayo ni asilimia ongezeko la asilimia thelathini na tisa kutoka mwaka elfu mbili ishirini na mbili mpaka kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na nne na huduma zilizotolewa kwa kiwango kikubwa katika kipindi hichi ni huduma za magonjwa ya akili huduma za magonjwa ya mwili pamoja na huduma za tiba saikolojia Mikoa ambayo imeongoza kwa kuja kupata huduma katika hospitali yetu ni pamoja na mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Manyara pamoja na mkoa wa Dar es Salaam. Magonjwa ambayo yameonekana kwa kiwango kikubwa kwa wagonjwa ambao wamelazwa kutokana na magonjwa ya akili ni pamoja na ugonjwa wa psychosis, yani schizophrenia, ugonjwa wa kifafa, yani epilepsi magonjwa ya matumizi mabovu ya vilevi yani substance use disorder, pamoja na magonjwa ya psychosis yanayoambatana na sonona au hali ya mania tukimaanisha schizoaffective disorders. Magonjwa ambayo yameonekana kwa kiwango kikubwa katika kliniki yetu ya afya ya akili ya watoto na vijana ni pamoja na ugonjwa wa kifafa yani epilepsy, ugonjwa wa usonji yani autism pamoja na utindio wa ubongo ambayo tunazungumzia cerebral, cerebral palsy, pamoja na ulemavu wa akili tukimaanisha intellectual disability.